Assistant namba mbili ni Abdallah Bakenga kutoka Kigoma, fourth official ni Liston Hiari. Kikosi cha Kagera Sugar kinapigwa KMC Complex, mwamuzi Katanga Hussein kutoka Tabora ameanzisha kandanda. Karibu sana KMC Complex, karibu sana Dar es Salaam, karibu kushuhudia mtanange mkali kabisa huu unaowakutanisha wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya wanasupa mkurukumbi Kagera Shuga kwa lengo la kumaliza msimu wa ligi kuu ya NBC. Swed Juma, Swed anapiga na Babatiza anambia subiri na ukuta. Mukwala wa kwanza ni yeye, lakini kipyenga kimesikika, ni kwamba alikuwa ameotea siku. Dhani mkurungu kutoka Njombe, assistant reinwan mpira ulipigwa na kwa ukababatiza aliokimbilia Mukwala akiwa tayari kwenye eneo la kuotea na akakamatwa katika nafasi la daki cha sambi. Awesu anakataliwa, bado hatari la daki, anakataliwa tena, hatari langoni pale, ataku clear na anaondoka nao mpira. Kagera Sugar, mpira unatambalizwa mrefu mbele, ameudhibiti mpira Kasim Ibrahim ili faida iwa kwao, aliupoka mpira haraka haraka la daki cha sambi, akapitisha pasi ile lakini jaribio la Awesu pia lilikataliwa la ladaki lilikuwacha mtoto la, li la Dese Mukwala, mpira ukababatiza na ukaondoka limepita salama. Umepitishwa mpira katika njia ahwa, katika nafasi na jazo de ndani dese! Oh, Dese Mukwala Steven anaitanguliza Simba sports ndani ya KMC Complex, huku furaha tu kwa wekundu wa Msimbazi. Simba kuonesha jitihada kubwa iliyofanywa wanaipongeza. Jansha le ahwa ametengeneza nafasi duchu, asisti na dese Mukwala, ndiye mfungaji wa bao. Habari ziwafikie Steven dese Mukwala kutoka Masaza Cup kule Kampala umetengwa kwa mbele, wanaondoka namba kubwa ni ya Kagera. Jaribu kusogea tena, Siwa Siwa anakataliwa na Kamara Pinpin, jaribio limepita salama. Momo anapiga makofi. alwata namza mpira uliweko mrefu ule, akenda kukimbilia, akawa anaondoka nao Masanja Sigela lakini alichokifanya ni Shafan Oyugi Siwa, alichokifanya ni kama alimlenga hivi. Musa Pinpin Kamara ameanzishiwa pasi ile, ahwa, kaupitisha mpira katika nafasi najeza ndani, kucha Sambi na unapita moja kwa moja. Jaribio limepita moja kwa moja la ladak, cha Sambi. Hamza Mubarak ajitangulizia mwenyewe ndefu mbele Mubarak apitisha pasi wanakataa. Malon haya, wamesha upoka mpira Joseph Mahundi. Mahundi anakataa Pinpin Kamara, jaribia safi wanalifanya wanasupa wanasupankurukumbi. Saidi Kipao anasema, aya, ilibaki padogo tu. Joseph Mahundi alichagua kunyosha mwenyewe, lakini Pinpin Kamara alikuwa namwona kwa, kwa mbele hivyo ilikuwa ni rahisi kwake kuhakikisha aathiriki na jaribio lile. Wanagongeana pasi wantu hey. Imepita salama mpira ambao alikuwa anaondoa ili wapinzani wasiukute. swe Juma fullback ya kushoto ilipitishwa pasi wakati anataka kurudisha mpira na dakika 45 za kipindi cha kwanza zimemalizika. Mchezo wa ligi kuu ya NBC raundi ya 30 kutoka uwanja wa KMC Complex. Mambo mpaka sasa ni mnyama, lakini ukiangalia pia sura zinaonyesha kabisa kwamba wana matumaini kwamba watafanya vizuri katika mchezo huu kandanda. Imeanza kutoka KMC Complex, karibu sana. Dar es Salaam ni mkoa ambao leo hii tunashuhudia mchezo mmoja tu ukipigwa ndani ya mkoa huu. Mikoa mingine saba pia wana michezo kila mkoa katika mikoa nane mbalimbali, wanaendelea kugongeana. Kagera wamemua kurudi nyuma kwa namba kubwa. Debora Fernandez Mavambo, Debora, jaribio lake limekwenda nje baada ya kubatiza kwa upinzani, alijaribu kukunjuka kwa gula kushoto Debora Fernandez akapiga mpira ambao alibabatiza kwa mpinzani, nijaza ndani, huku Shamu Karabwe katika nafasi ukejefa, mpira unakwenda nje. Onditi Momo amepita, nanyosha mpira mrefu ule, anayokamata golikipa. Pinpin Kamara, kadi ya njano imekwenda kwa Debora Fernandes. Singida Black Stars wako mbele, mabao matatu kwa moja dhidi ya Tanzania Prisons. Madhambi amefanyika ala, mwamuzi ameona, ameshajisachi tayari, baada ya kutolewa tu hukumu Kadi ya njano Onditi alikwenda kucheza mpira Valentin Numa, lakini Samuel Onditi akenda kufanya madhambi. Pasi kaipitisha Ladaki Chasambi, Budo Mutale na anakataliwa. Ni faol amefanya kwa kunyanyua mguu ameonyesha mchezo hatarishi. Mashabiki watoto hawa wamevalia jezi zao, meujaza mbele kule. Mpira ule amefanyiwa madhambi Kip Dennis Prosper, kutoka kwa Mohamed Musa Salum, baada ya kumvuta Kip Dennis aliona pinzani anaondoka tena katika eneo hili, ni wa kumzuia kwa kila namna, kapteni Denis. Jaribio limekwenda nje ya target kutoka kwa Kibu Denis Prosper na mwamuzi amezimaliza dakika zote 90 za mchezo huu wa ligi kuu ya NBC. Kagera Sugar wameumaliza mwendo wa ligi kuu ya NBC kwa msimu huu wa 2024/2025, lakini pia ndo wameshuka daraja rasmi. Maana yake ni kwamba msimu ujao wa 2025/2026 watakuwa katika championship, wakapambane huko. Muda wote walikuwa na mighari Mzinga. Kutoka uwanja wa KMC Complex, Simba Sports Club moja Kagera Sugar sifuri. Ni kutakie jioni njema.